Akiwa mkoani Songwe, mgombea wa urais wa Chama cha Ukombozi wa Umma, CHAUMMA, Salum Mwalimu amezungumza na wananchi wa mji wa Tunduma pamoja na wananchi wa Vwawa na kuahidi kuboresha mji wa Tunduma endapo atapewa ridhaa ya kuongoza nchi. Hapa tutatengeneza Tunduma City, jiji la Tunduma, niweze kusaidia wale wote wanaotoka Kongo, wale wote wanaotoka Zambia, wale wote wanaotoka na nchi nyingine jirani tuna uwezo wa kuwa na Tunduma site ikawa ni kituo kikubwa cha biashara hapa, likawa ni jiji la watu wanaotoka na kuja holiday hapa Tunduma badala ya kuvuka na kwenda kwingine. Ninawaahidi watu wa Tunduma, tutaitengeneza barabara ya juu kutoka Kipamba pale njia ya kuelekea mpaka boda. Hapa hapatakuwa na foleni hapa Tunduma. Msikubali halmashauri hii ikae chini ya CCM peke yake eni madiwani wa Chauma wakawe jicho lenu kwenye halmashauri. Pamoja na kunadi sera, chama cha ukombozi wa umma <mukarabu> kimeendelea <indireko, mukarabu> kueleza sababu za kushiriki uchaguzi mkuu ujao. Tusikubali kurudi nyuma kwenye vuguvugu la kudai mabadiliko nchi hii. Sheria tuzipiganie tukiwa uwanjani, katiba mpya tuipiganie tukiwa uwanjani. Ni ukweli ulio wazi, katiba yetu imepitwa na wakati. Nchi hii kama Zanzibar wameandika na sisi tunashindwaje kuandika katiba? Ndugu zangu, naomba mnipe ridhaa yenu ili nikaenda kuwatumikia kwa siku mia moja, barabara zote hizi zitatengenezwa kwa sababu uwezo wa kushawishi ninao, uwezo wa kujenga hoja ninao, na mnajua nilivyokuwa diwani, namna ambavyo nilivyokuwa nasimama na hoja. Mwendelezo wa kampeni kuna disera unaendelea kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Emmanuel Kalemba, Azam News, e so.